Si mnajua mimi ni mtu ya kuunganisha, mimi naunganisha anga na mwaya na mnaini eh. Unajua, mimi nashangaa, mi nashangaa na hawa viongozi, na kama huyu ndugu yangu ametoka hapa sasa hivi, ninyi mnaongea kuhusu maneno yenye sielewi. Mwacha nini? Ni ule jamaa hapa kwenu, jamaa ametoka tu Amerika, hata hajaongea, mnapigie kelele. Ako na makosa gani jamani? Eh? Okay. Ule mtu anajua na wanajua ile vitu alifanyia ni Uhuru Kenyatta, so watu watulize boli, mwaje kupigia ule mtu kelele? Hajasema kitu, ameshuka tu, amekuja kusalamia nyanya yake, amekuja kusalamia wazazi wake. Na sisi nyinyi mnapiga kelele hapa, mpiga kelele mtu hajaongea, hajafungua mdomo kwanzia afike. Nataka nichukue nafasi hii kuambia watu wa Kisii, mimi ninajua kwa muda mrefu hii mmekuwa kwa upinzani hii ni mara ya kwanza k kwa serikali ya karibu kwa miaka michache iliyo hapo ya nyuma. Nataka mujue na msikie, hizi barabara zinajengwa, hii affordable housing, hii masoko. Unajua watu wengi wanakuwa wakisema uongo eh, sijui nini eh, sijui nini. Mimi nataka kuwauliza nyinyi, kwa sababu nyinyi watu wa kanisa, wewe msichana atakuwa leo leo apate mimba, hiyo mimba inachukua miezi ngapi? si miezi kitambo mtoto akunywe uji mpaka kule gidheri inachukua muda gani? <laughs> Sasa hii serikali ya William Ruto unasikia sijui sijui nini nini ya mwaka mbili na nusu. Hata mwingine ule foma kitulekcha jana mtu aliharibu inji alipora inji lakini <laughs> <laughs> yeah? leo nimemwambia aende gym jim kwa sababu ile alipora inji mpaka hata yeye mwenyewe anakuwa e tofauti kidogo awachane na inji. Wacha sisi tuje tushukulikie kanisa, tushukulikie mama mboga, tushurugie watu boda boda, na kiri, na Kindiki, wa bodaboda, tufanye hiyo ndogo ndogo William Ruto na na kivyo kikindiki wajenge lami, wajenge soko, wajenge mashule zetu, au mawaziri washukumkie watoto wetu wasome. Hiyo ndio kitu tunahitaji katika taifa la Kenya. Na hatutaki mtu kutuambia ataraisa rafaa kwako kwa uko na nini. Hatutaki mtu kutuambia ki deputy president wewe tindiki akuwe mtu wa mlima. Tunataka usawa kwa Wakenya wote. Kila mtu apate